Tuwe, tuweze kushika serikali tuweze kuondoa changamoto za biashara. Ndugu zangu wameongea viongozi wenzangu hapa kwamba kanda ya Ziwa, tokea tuingie Serengeti mji wa Mugumu mpaka tunatoka tunafika Kwimba, tumepita wilaya ya Garibe, tumepita Loria, tumepita Bunda, tumeingia Kusega, tumeingia Bariadi, tumeingia Maswa. Maswa na leo tuko Kwimba. Ndugu zangu, kila tulipoenda wana matatizo ya maji, wana matatizo ya huduma za afya, wana matatizo ya barabara, wana matatizo ya elimu. Jana tuko Maswa, katika kata ya Binza vyoo ni vya kukaa vyamani vya maji. Shule kata ya Binza haina maji, watoto wanapojisaidia wanashika vinyesi wanafutia ukutani. Tukaenda kukagua kuta za vyoo vya shule, vimejaa vinyesi vya watoto. Binza hapo, kutoka mjini mpaka Binza kilomita tano, sisi tumeshindwa kupeleka maji katika shule ya msingi kata ya Binza wilaya ya Maswa, miaka 64 ya uhuru, kilomita tano kutoka mjini, shule inakosa maji, watoto wanajisaidia bila maji. Kata ya Binza wilaya ya Maswa, miaka 64 ya uhuru, CCM wanaweza kuleta maendeleo eneo gani? Hata maji chooni shule ya watoto kata ya Binza naikaja kwa sababu nimeenda kuona na hawawezi kunisuta kwa sababu, sababu nimepiga picha na video zimepigwa. Watoto wanapangusa kinyesi kwenye maji kwenye kwenye ukuta wa vyoo vya shule jana. Chama cha Mapinduzi, miaka 64 ya uhuru, wanashindwa kupeleka maji kilomita tano 5 kutoka mjini watoto wa shule waweze kujisaidia. Tuchagueni tuweze kuondoa kero zinazowakabili wa Tanzania. Ndugu zangu, tunajua jua mama ni biashara, lakini wana changamoto kubwa ambazo zinawakabili, changamoto za mitaji. Serikali yetu katika irani, katika mikopo ya halmashauri ya asilimia kumi inayotolewa, sisi tunakwenda kuiongeza. Halmashauri tutaziwezesha kutoa mikopo zaidi ya asilimia arobaini katika bajeti ya halmashauri ili kuwakopesha wakinamama bila ya riba waweze kufanya biashara zao ili waweze kupata maisha na waweze kusomesha vijana wao. Kwa hiyo wakinamama na vijana serikali ya NLD imetenga asilimia arobaini katika fedha za halmashauri kwa ajili ya kuwapa mikopo isiyokuwa na riba, muweze kuendesha biashara na muweze kulea watoto, mweze kuwasomesha watoto, taifa lisonge mbele. Kwa hiyo tumekuja na suluhisho la Watanzania, lakini mwisho naomba niongee kwa msisitizo. Nimesikia waliozungumza wenzangu kwamba mna tatizo la biashara za mazao yenu. Sera yetu ya chama, endapo mtakichagua tukaingia madarakani, sera ya chama chetu cha NLD, wakulima wakafanya biashara popote katika soko lenye faida na wakulima kuliko serikali kuingilia mazao ya wakulima na kuyapangia bei. Sisi tunaita huu ni unyang'anyi wa wananchi, kunyang'anywa mali zao na serikali. Kama mnataka muishi maisha mazuri, kama mnataka mfanye biashara vizuri ya mazao yenu, twendeni tarehe ishirini na tisa mkatuchague tushike dola ili mazao ya, ya kilimo ambayo mnalima wenyewe mtakwenda kuuza katika soko ambalo linawapa faida kuliko soko ambalo serikali imepanga ambalo linawapa hasara. Naneni, mkanichagua niwe rais. Mimi sina mshahara bwana, ukiwa rais watumia hata simu tu. Nani mkurugenzi weka ndani ndani ya mkurugenzi, watu wapate fedha zao, watu wwatakanaziwa wote mna vilio, choroko zinashuka bei, dengu zinashuka bei. Ndugu zangu, dengu zinauzwa kwa dola. Ni chakula pekee ambacho kinaongoza nchi za Scandinavia ukiingia